Waziri wa elimu na mafunzo ya amali Zanzibar Mheshimiwa Lela Muhamedi Musa amewataka watendaji wa wizara hiyo kuwa na mashirikiano katika utendaji wao. Ameyazungumza hayo katika ofisi ya wizara ya elimu na mafunzo ya amali Pemba wakati wa utambulisho wa wafanyakazi wa wizara hiyo. Sambamba na utambulisho huo, ameambatana na naibu waziri pamoja na naibu katibu mkuu wa wizara hiyo aiza. Amesema mashirikiano hayo ya kufanya kazi kwa pamoja yanaweza kuleta maendeleo chanya na kufikia mbali kiwango cha ufaulu cha wanafunzi. Niwapongeze kama mumefanya hii shughuli ya mapokezi, lakini imetupa orientation kamili sisi kama viongozi. Hii inaonyesha siri kubwa ya walimu na sekta ya elimu tokeo dogo lakini athari yake inakuwa ni kubwa. Imani yetu haya ambayo tumefanikisha hapa leo yatakuwa ni chachu ya kujenga umoja na mshikamano kama ambao tuko nao mara zote katika kufanya kazi zetu. Ndugu viongozi na ndugu watendaji wa wizara ya elimu ofisi kuu Pemba, nishukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati, mimi kama ambaye nilikuwa msimamizi mkuu miaka minne iliyopita na timu yangu yote. Tuwashukuru kwa mashirikiano ambayo mlitupa. Tuwashukuru kwa kutekeleza majukumu yenu kwa kujitoa kwa heshima bila kuchoka. Tumefanya kazi nzuri sana tukiwa pamoja awamu iliyopita. Tumekuja hapa kujitambulisha kwenu lakini pia kuendelea kuomba kwenu tuendelee kupeana mashirikiano kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Bila umoja wetu, bila mashirikiano yetu, yale yote ambayo tumetayarajia kuyafanya tabakia kuwa hadithi yatabakia ya kuwa masimulizi. Lakini ikiwa tutaendelea na ari ile ile, hamasa ile ile, umoja ule ule wa kwamba sisi sekta ya elimu tumepewa dhamana ya kuliacha taifa hili kwenye mikono salama, na tukaendelea kushikana na kuungana, hatuangalii chochote zaidi ya elimu, elimu, elimu Tutafika mbali sana, tutaendelea kulipaisha gurudumu hili kusaidiana na timu yote, ili kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kufikisha utekelezaji wa Ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini ishirini hadi thelathini, ambao ndio mkataba wetu tulioahidi kwa wananchi wetu, na hicho ndio kitakuwa mwisho wa siku kipimo baada ya miaka mitano kitatutathmini tulichoahidi kama kweli tumetekeleza au vipi. Lakini sina shaka na wizara yetu hii, tumetekeleza kwa kiasi kikubwa sana sana sana. Kwenye kazi ya wito kuna mkono wa Mungu, tuombe tupate maslahi zetu, kwa sababu hii kazi ni ngumu, lakini tukitanguliza ule wito, basi Mwenyezi Mungu atazidi kutushika mkono na kiongozi wetu, Mwenyezi Mungu atam, atampa wepesi zaidi ile ili kuja kuwepesisha haya maslahi yetu, na tutazidi kuyapambania. Sisi wenzenu, tutafikisha, milango yetu iko wazi. Tumepokea leo hizo ambacho mmemwasilishia Mheshimiwa Waziri, lakini na sisi kama wasaidizi wake na wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tutahakikisha tunafikia hayo malengo ambayo mmetuwasilishia hapa. Kwa pamoja tutaweza Serikali iko pamoja nasi, tunaona mambo mengi serikali inaboresha mambo ya mishahara na maslahi mbalimbali kwa ajili ya wafanyakazi, kwa mujibu wa uwezo wetu. Katika hilo, nitoe wito, tuonyeshe matokeo, tuonyeshe matokeo kwamba je, kuongezewa maslahi, kuwekewa maslahi bora kunaleta tija? Kuna tija? Sasa kama ipo tumuonyeshe mheshimiwa ili azidi kuboresha zaidi na afikie yale malengo ambayo anatutakia sisi wa Zanzibar. Juhudi binafsi. Bila ya juhudi binafsi sisi kama wasimamizi wa elimu na wasimamizi wa sekta mbalimbali za elimu hatuwezi kufika mbali. Ukitegemea kwamba kila jambo huamrishwe ili uende huwezi kufika. Tujitoe jamani, tujitoe sadaka. Ukijitolea sadaka mfano huyu mkurugenzi ndio wa, wa, wa, ukaguzi anahakikisha matokeo. Manake hiyo ni kujitoa sadaka, vinginevyo angesema si jukumu la walimu wakuu tu hilo, si walimu wakuu akiaributawaba, lakini amejitoa na yeye ndio anasimamia hizo, hizo project. Tujitoeni katika upekee manake uonekane fulani kwa hili anapatis hasapo utumishi wako tuk unaonekana vizuri Tusisubiri kusimamiwa kwenye majukumu.